Tai Wanakusanyika Pamoja, hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe 14 mwezi wa sita mwaka wa 2025. Kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi mteule wa Mungu, hakuna njia ya kulikwepa. Wewe ni jeni ya kiroho ya Mungu, dhihirisho la sifa za mawazo yake nawe ulikuwa ndani yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hatuwezi kwenda zaidi. Tunafanana kabisa na punje ile ile iliyoingia ardhini. Sisi ni Yesu yeye yule katika mfano wa bibi harusi, tukiwa na nguvu zile zile, kanisa lile lile, neno lile lile linaloishi na kukaa ndani yetu, linafikia kilele chake tayari kwa unyakuo. Yeye alituambia tulivunja ndoa yetu ya kwanza kwa mauti ya kiroho, na sasa tumezaliwa mara ya pili, ama tumeolewa tena kwenye ndoa yetu mpya ya kiroho, si ya maisha yetu ya kimaumbile ya kale na mambo ya ulimwengu, bali ni ya uzima wa milele. Ile chembe hai iliyokuwa ndani yetu hapo mwanzo imetupata. Hilo linamaanisha nini? Linamaanisha kitabu chetu cha zamani kimetoweka, pamoja na ndoa yetu ya zamani. Kimehamishwa, sasa kiko katika kitabu kipya cha Mungu. Si kitabu cha uzima, la, la, la, bali katika kitabu cha uzima cha Mwanakondoo, kile Mwanakondoo alichokomboa ndicho cheti chetu cha ndoa ambapo chembechembe chembe yetu ya kweli ya uwai ya milele inakaa. Je, uko tayari? Hili hapa laja. Afadhali ujifinye na kujitayarisha kupaza sauti na kupiga kelele. Utukufu, haleluya, Bwana sifiwe. Lina mitutu miwili na risasi za mbinguni. Unataka kuniambia ya kwamba kitabu changu cha zamani Mungu alikiweka kwenye bahari ya usaulifu wake? Nawe si tu kwamba umesamehewa, bali umehesabiwa haki. Utukufu, umehesabiwa haki. Na hilo linamaanisha nini? Linamaanisha wewe hata hukuwahi kulitenda jambo hilo machoni pa Mungu. Unasimama mkamilifu mbele za Mungu. Utukufu! Yesu neno alipachukua mahali pako. Yeye alifanyika wewe ili wewe mwenye dhambi mchafu upate kufanyika yeye. Neno! Sisi ni neno, hilo linatufanya sisi ile chembechembe yake, chembe ndogo ya, ya uhai iliyokusudiwa tangu mwanzo. Sisi ni neno likija juu ya neno juu ya neno juu ya neno juu ya neno nasi tunafikia kimo kikamilifu cha Kristo kusudi yeye apate kuja kutuchukua tuwe bibi harusi wake. Nini kinachotendeka sasa hivi? Ni muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo, wakikusanyika kulizunguka neno kutoka ulimwenguni kote. Hili linaenda kote nchini. Huko New York sasa ni saa tano na dakika 25 juu kule Filadelfia na karibu kote kule. Hao watakatifu wapendwa wanaoketi kule wakisikiliza sasa hivi katika makanisa kila mahali, huko juu kabisa, huko chini kabisa, karibu na Meksiko, huko juu kabisa, karibu na Canada, na kila mahali kote kote, maili mia mbili, popote pale katika bara la Marekani ya kaskazini hapa karibu yote watu wako chonjo wakisikiliza hivi sasa, maelfu mara maelfu wakisikiliza. Na huo ndio ujumbe wangu kwenu, enyi kanisa, ninyi ambao ni muungano, muungano wa kiroho kwa neno. Yeye alisema ulikuwa ni muungano wa kiroho wa Kristo na kanisa lake, nao unatendeka sasa hivi. Mwili unafanyika neno nalo neno linafanyika mwili. Tumedhihirishwa na kuthibitishwa vile vile hasa Biblia ilivyosema ingetendeka katika siku hii, nalo linatendeka sasa siku baada ya siku katika kila mmoja wetu. Mungu anaenda kuwa na kanisa adilifu, bibi arusi, neno wake mkweli na mwaminifu. Sisi ndiyo bibi mteule wa Bwana wetu Yesu Kristo ni saa ngapi bwana tuna ufunuo katika siku hizi za mwisho kwa ajili ya ujumbe wa bwana mungu kumkusanya bibi harusi wake pamoja hakuna wakati mwingine ambao umeahidiwa hilo imeahidiwa katika wakati huu malaki nne luka kumi na saba thelathini yohana mtakatifu kumi na nne kumi na mbili yoeli mbili thelathini Ahadi hizo ni kama tu vile Yohana Mbatizaji alivyojitambulisha katika maandiko. Ni nani aliyeyatimiza maandiko haya? Malaika wake wa saba mwenye nguvu, William Marion Branham, daima alifanya jambo hilo kwa mpangilio. Alilifanya kila wakati kwa mpangilio. Yeye analifanya tena katika siku yetu. Akimwita atoke na kumkusanya bibi harusi wake mwadilifu katika siku ya mwisho kwa nabii wake. Ni wakati mtukufu jinsi gani ambao bibi harusi aliyo nao! Kila kukusanyika kunakuwa kukuu zaidi na zaidi na kutamu zaidi na zaidi. Hakujawahi kuwa na wakati kama huu. Mashaka yote yametoweka njoo uungane nasi tunapomsikia neno lililoahidiwa la siku yetu akinena na kutuambia sisi ni nani na kipi kinachotukia katika siku yetu muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo Sita, tano, dash, moja, moja, mbili, tano. Ndugu Joseph Branham maandiko: Matayo sura 24 mstari wa 24 Luka Mtakatifu sura 17 mstari wa 30. Luka Mtakatifu sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini na saba hadi wa thelathini na moja. Yohana sura ya kumi na nne mstari wa kumi na mbili. Matendo sura ya pili mstari wa thelathini na nane. Warumi sura ya tano mstari wa kwanza. Warumi sura ya saba mstari wa kwanza hadi wa sita. Waraka wa pili wa Timoteo sura ya pili mstari wa kumi na nne. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kumi na tano. Mwanzo sura ya nne mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba. Mwanzo sura ya nne mstari wa kumi na sita hadi wa kumi na saba. Mwanzo sura ya ishirini na tano yote hadi ya ishirini na sita yote. Danieli sura ya tano mstari wa kumi na mbili. Yoweli sura ya pili mstari wa ishirini na nane. Malaki sura ya nne yote.